Ni Dipo Seminari Tanzania, tunakuletea kipindi cha historia ya maisha ya watakatifu. Karibu tusikilize. Tarehe 14 Desemba kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba, padre na mwalimu wa kanisa. Mwaka 1591 Mtakatifu Yohane wa Msalaba alizaliwa Fontavira, Hispania, yapata mwaka 1542. Mama yake alimfunza tangu utoto wake kumpenda Bikira Maria. Alipopata umri wa miaka ishirini, aliingia shirika wa Karimeli. Tangu mwanzo alijitesa vikari. chumba chake kilikuwa kama kaburi, na alivaa kiunoni mnyololo uliotiwa misumari yenye kuchoma alijishuhurisha sana pamoja na Mtakatifu Teresa wa Avila kujaribu kuwarudisha Wakarimeli katika kanuni zao za zamani, kazi ambayo ilimtoa jasho na kumtia katika majaribu mengi. Kwa sababu hiyo alichukiwa, hata wote wawili walitiwa msukosuko, na baadaye alitiwa gerezani kama mtoro na mkanadini, lakini Mungu wa kumwacha mtumwa wake alimtoa nje ya gereza kwa miujiza. Baadaye ya kumtoa tu gerezani, aliendelea mara nyingine na kazi yake ya kuwarudisha Wakarmeli katika sheria zao za hapo mwanzo kabisa, na akafaulu. Siku moja alipokuwa kisari mbele ya msalaba, alisikia sauti ikisema Unataka tuzo gani kwa kazi ulizozifanya na kwa mateso uliyoyavumilia? Yeye alijibu, tuzo ninaloomba ndilo kuteswa na kudhalauliwa kwa ajili yako. Na kweli Mungu alimwacha tendewe alivyoomba, kwani baadaye aliondolewa katika usimamizi wa shirika lake la watawa. Aliandika vitabu vyenye mafundisho ya kiroho. Baadaye alipata vidonda vitano miguuni, Irimbidi wa ukate ule mguu. Matabibu walipokuwa kisitasita, Yohane aliwaambia, msiogope, ukateni tu, na ni tayari kufuata utashi wa bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kupokea sakramenti za wagonjwa, alikufa mwenye kicheko cha furaha usoni pake, huko Ubeda mkoani Andarusi ya Hispania mwaka 1591. Alitajwa mtakatifu mwaka 1726 na mwalimu wa kanisa mwaka 1926. Mtakatifu Yohane wa Msalaba, utuombee.